wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, tulitoa ahadi jana kuwa darasa yetu ya leo itakuwa ni ndoto ambazo Mtume salla Allahu alaihi wa sallam aliyoota na kala kwamoja tutenihia katika hii hadithi ili tukatiliza wakati

Ni aseme kuambia masahaba zake, anaraa ahadu minkum ruya ibuiya, kuna yoyote miongoni kwenu ana uchandocho? Fayakuswa alayhi, juu yake, maishaa anayetaka anyakuswa. Wa innahu, na hakika ya mbinashani, au wa innahu, na hakika yeye, mtume Kala lana al lana alitwambia sisi dhata hadati asubuhi moja, innahu hakika tunashani atani alailata umaminijirie mimi usiku wa jana atiani kwenye kuningilia wawili wainahuma na hakika hawo wawili kala alii walinambia intaliq twende, wainni na hakika intalaku ma'ahuma niliyotoka pamoja na wao, wa inna na hakika yetu sisi, ataina tulikuja, ala rajulin juu ya mtu, mudhaji'i mwenye kulala kubafu, wa idha akharu na hafla mwingine, kalmun alayhi ni mwenye kusimama juu yake, bisakaratin na jiwe, wa idha huwa ghafula yeye yahwi wagomoka, bisakharati na lile jiwe kwa kichwa chake, fayanta rasahu huuu akakijeruhi kichwa chake, fayatadata alhajaru likabikiria jiwe hahuna hapa, fayatuba alhajara ulifwacha lile jiwe, fayaakhudhuhu akalichukua fala yarji'u ilayhi, harudi kwake yeye. Hata yasia rashu, mpaka kisima kichwa chake kama kana kama kilivyokuwa. Thumma ya'udu alayhi, kisha humrejia yeye. Fayafalu bihi, akamfanyia mithla ma fa'ala, mfano wa kile alichokifanya, almarata alula, mara ya kwanza. Mtume asema ua nikawambia, walemamwana subhana Allah, ma hadha nini? kala ala wakanamia imali nenda. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ana ada anakonia, akiswalisha alfajiri watu wakipiga salamu, ilikuwa ni kawaida ya Mtume kuwaelekea masahaba, kisha kawauliza je, kuna yoyote katika nyinyi anaota ndoto? Sahaba akiinua mkono akimwambia Mtume, naam, usiku kuamkia leo nimeota. Mtume alikuwa akimwambia sema ndoto yako, yule bwana akieleza ndoto, akimaliza, Mtume alikuwa akimfasiria akimwambia, hiyo ndoto yako ina maana kadhaa kadhaa kadhaa, mpaka mwisho Asiku himoja mtume aliposwalisha aliwauliza maswahaba, nani wa kialeo aliota ndoto? Maswahaba wote wakanyamaza. Tafsiri yake hakuna aliota. Mtume akamwambia, ikiwa nyinyi hamkuota basi mimi kwa kialeo nimeota. Mtume asema, nimelala nikaota nimegiliwa na watu wengi hawa mabwana wakanambia, "Twende." Nikaondoka na wao, nikafika mahali au tukafika mahali, tukamkuta mtu amelala kwa kishoko. Kwa kishoko maana yake amelala hivi yeye, angalia juu. Kuna mwingine, tukamkuta mtu ameketi. Mtu wa kwanza, tukamkuta mtu ameketi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, tukamkuta mtu ameketi, na hapa bado kuna mtu ambaye ameshika jiwe kubwa. Mtume asema, huyo aliyoshika jiwe alikuwa akimpiga kichwa yule bwana unemva, akakupiga kichwa, akilimpiga kile kichwa, usakika sakika Mtume asema lejiwe, baada ya kupiga ulealkalikivingiria mpaka mahali kama pale, yule bwana aliyempiga mwenzake jiwe huinuka kulifuata lile jiwe ili akalichukue. Kipindi huyu kwenda kulichukua jiwe, yule aliyempiga jiwe kichwa chake kikapondeka, kichwa chake tera ikawa kizima. Yule bwana huchukua jiwe akaja tena akamwachilia naye kichwa kikiponeka jiwe umingirie ni kama pale pale ile bwana kiasi ya kuondoka hapo kwenda kulichukua huyu huku kichwa kwa kizima. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, nilipoona hali hii nilisema subhanallah, nini hii? Wale mabwana wawili ambao ni malaika waliokuja kunambia twende wakanambia, sasa karibia, twende twende, twende, ninawakumweleza ni kitu gani kumwambia Mtume lakini walimwambia twende twende. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka na wao, wakatembea wakafika mahali wakakuta mtu wakakuta watu wawili, mmoja amelala kwa kishogo niwaangalia juu, na mwingine amesimama kando yake, lakini ameshika chuma huyo aliyeshika chuma mtume asema kuitia ile chuma katika shindikati shindikati, patukao kwa Kiswahili ni hizi sehemu za mwisho za mdomo, hizi sehemu ya zambu wa shindika. Wale bwana alichukua chuma ile apo ile palayo akaitia katika hii shindikati, akamlarua huyu bwana ila kafaa mpaka kwenye kishogo, kisha akatia tena ile chuma upande huu akamlarua mpaka kishogoni kisha akamrua upande wa jicho huu mpaka upande wa kishogoni, akamrua na upande huu mpaka upande wa kishogoni. Mtume asema akireuliwa mdomo mpaka kishogoni. Wakati ule bwana yamrua upande huu tayari, upande huu alijeama mzima, na wakati ikiwa hiyo wa macho tayari upande huu vile vile, akimaliza kumberua upande wa jicho na pili huwa tayari anuini nimsima uromliwa tena pane upande wa mduguni huu. Ndio mfano wa pili katika hii ndoto ya mtume. Mtume asema nilipoona nilisema subhanallah, nikawambia wale malaika wawili kamei, wale malaika wakanamia ma dewede. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fantalaqna, tukaenda Mtume asema tukaenda, mpaka tukafikia mahali kuna tanuri, nalo majiko makubwa yale, kuna tanuri kubwa. Mtume asema fa idha fi nafat, katika ile tanuri nikasikia mayowe wa aswatu, na kuna sauti nyingi, watu wapiga kelele. Wale mabwana wawili wale malaika wawili ambao nilikuwa na wao wakanambia Italia Mtume alayhi salatu wassalam asema nikachungulia, nika nika na wale malaika wawili pia na wao wakachungulia kama ambavyo mimi nachungulia. Mtume asema nilipochungulia, fa idha rijalu wa nisaa muraatu, nikaona wanaume na wanawake uchi katika ile tanuri. Wafanyika nini katika tanuri? Mtume asema Idahum la yaatihim lahum min asfala minhum, nilichoona nilipofuchungulia, niliona kuna moto wa wachoma kupitia sehemu ya chini, yaani ule moto wa wachoma kwa sehemu ya juu, ule moto wa wachoma kwa sehemu ya chini, ule moto kidogo kiwachoma. Mtume asema kwa sababu wale mabwana hupiga mayone. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam Nikawaelekea hapo bwana wawili, nikawauliza na hii hawa kina nani hawa? wale malaika wakanamti mkole twende, twende. mtume alaihi salatu wassalaamu asema, tukatembea tukafika mahali tukaona mto wa damu, mto wa damu. Kati kati ya mto kuna mtu ambaye huogelea vizuri tu, huongelea, huogelea mpaka akikaribia nje ya mto kuna mtu ambaye ana mali. Yule bwana huogelea, akikaribia kutoka, yule mwenye mali uchukua akamuwakiza akampiga jiwe. Yule bwana akimpiga jiwe, yule bwana huogelea tena mpaka katikati ya maji. Akirejea katikati ya maji, asela kuogelea, huogelea mpaka yule karibia kutoka, yule bwana huchukua jiwe akamwakiza nalo na kichwa, yule bwana hurejea Unajia tena kwa unajia kila kirusha jiwe, nijia likuwa likimpiga mdomo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema nilikuona hali hii nikawauliza uliza wale malaika wawili, na hawa wawili kina nani? Huwa ni nani? Na huwa alimpiga kwezake nani? Wale malaika wakaniambia twende, twende. Mtume asema tukaendelea na safari yetu. Mtume asema tukafika mahali tukamuona mtu ambaye ana sura mbaya, kalihilimava mtu ambaye kimwangalia kiwatisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nikaona, chini yake pale mahali aliposimama, chini yake kuna moto, kwa kuwa e, wayesaahaulaha nayeiweteeatebea katiamolole moto aboukaba umemzunguka miguni mwake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema nilikuona hali ile, nikawauliza ama mabwana wawili, na huyu nani ambaye ni motwo kwa kwenye miguu yake nayozunguka? Wale mabwana wawili wakaniambia twende. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema tukatembea, mpaka tukafika mahali tukaona bustani kubwa nzuri, lina kila sambuli nani ya matunda. Asema, katika ili bustani liliona mtu mrefu urefu wake wafika mpaka mbinguni. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nikaona kandokano ya huyu bwana huyu mrefu kandokano yake nikaona watoto wadogo wadogo sura zao nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nikawauliza wale mmona wawili, na huyu ili bustani mnini, na huyu bwana mrefu nani? hao watoto nani? Mtume wa sallallahu alaihi wasallam asema wale mabwana wakanambia twende. Mtume sallallahu alaihi wasallam asipa, tukaenda mpaka tukafika mahali, tukaona mti mkubwa. Mtume asema sijawahi kuona mti mkubwa na mzuri kama mti niliouona, niliouona mahali hapa. kando ya huo mti Mtume asema nikaona mji, mji ambao kuna mlango wa kuingilia ule mlango. Ukisha kuingia majumba yaliyoko ndani ni majumba ambayo matofali yake ni dhahabu na fedha. Mtume asema tukabisha, tukaingia, tukafunguliwa, tukaingia. Tulipoingia tukapokewa na watu ambao nusu yao ni wazuri na nusu yao ni wabaya nd watu waliocupokea Mtumi sallau alihi waalihi wasalam, asema wale mabwana wavili lilokwa nao, wakawambia wale watu waliotupokea ambao nusu mabaya nusu wazuri, wakamba wale wabandedede katika ule mco, ukaogelea wale mabwana watenda wakaongelea, waligondoka katika ule mto wakaga sura zao nzuri, ule ubaya waliokuwa nao kulikuwa ushawaondokea . Kisha wale malaika wakaambia sasa tuko katika janna, tu tuko katika hapa tulipo tuko katika tuko peponi hapa. Wale malaika wakamwambia mtume hapa tulipofika tuko peponi. Kisha wakamwambia mtume, lakini nyumba yako ni ile utakayoishi. Mtume akawambia sinikaingie? Wale wakamwambia la, bado haujafika muda wako wa kuingia na utakapofika kuna kuingia, utakwenda kuingia hapa. Mtume asema nikwambia wale malaika, leo nimeonyesha wale maajabu wa na wala hamkunieleza chochote. Wale wakamwambia, wakaondaktakueleza wakaanza kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mtu wa kwanza uliyemuona kule ambaye kazi yake ni kupigwa kupikwa iwe ikapigilie ni kaikachukuliwa akapigwa tena wakamwambia yule ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimjalia akaisoma Qurani, ameisoma Qurani, ameielewa vizuri, lakini mtu kama yule hakuitumia Qurani, alikuwa ni tariku swalati, na ilhali Mwenyezi Mungu amempa Qurani hiyo, ndio kitabu yake. Ama yule mtu wa pili ambaye nilimuona yule anaruliwa katika hizi shidqaini mpaka kwenye kishogo huku na upande wa machoni malaika akamwambia huyu ni mtu ambaye yakdhibu al-kibata fayablughu al-afaq, ni mtu ambaye kazi yake ni kuzungumza urongo. Urongo anaozungumza wa wasambaa, lakini yeye hana wasiwasi. Adhabu yake siku ya Kiyama ni kuraruliwa hizi shidqaihi, na mlango tunaozungumza ni mlango wa urongo. Ama wale watu uliowaona katika tanuri, wanaume kwa wanawake, wake wako uchi kuna moto wachoma sehemu ya chini na kila wakichomeka wapiga kelele. Malaika akamwambia uladi kazunatu mina rijali wa nnisai, wale ni wazinifu wanaume kwa wanawake, adhabu adabu yao itakuwa ni hiyo. Wakamwambia ama yule uliyemwona katika mto iwoojelea, akikaribia kutoka kuna mtu chuwalile, akampiga na mdomo ule, bwana akarudi kule katika maji. Wakamwambia mtume fainahu akilu riba yule bwana ni mtu ambaye kazi yake ni kula, alikuwa akila riba kule duniani. Hii itakuwa ndio adhabu yake. Ama yule bwana uliyemuona kando kando yake kuna moto, na yeye ozunguka moto wali- akamwambia, yule ni malaika ambaye ni khazi una, yule ni mlizi wa moto. Ama yule bwana mrefu uliyemuona mpaka iyo karibia kufika mbinguni na wale watoto wanyekanokano, yule bwana ni saidibu na Ibrahim watoto waliokuwa kando kando yake ni watoto waislamu wale ambao wamekufa hali ya kuwa wadogo wadogo. Mtoto amezaliwa wa hakuishi akafariki, wale watoto watakuwa na sayyidina nabi Ibrahim alaihi salaam. Masahaba wakamwambia Mtume, ya rasulullah, auladu mushrikina, na watoto ambao wazazi wao ni mushrikina wakifa hali ya kuwa wale watoto ni wadogo watakuwa wapi? Mtume akawambia pia na wao watakuwa pamoja na sayyiduna Ibrahim. Amma wale mabwana waliotufungulia mlango wakatupokea, sehemu fulani katika miili yao ni wazuri, sehemu fulani katika miili wao ni mabaya, wakamwambia, wale ni watu ambao khalatu wa amalan salihan wa akhara sayya. Hapa duniani walishachanganya amali nzuri na mbovu, mara mtu yuwaswali mara ni mzinifu mara mtu waswali mara kwa fanya dhambi nyingi mara mtu yafanye hivi. Siku ya Kiyama watafufuliwa, sehemu fulani ni wazuri, sehemu fulani ni wabaya, lakini Mwenyezi Mungu atawawekea mto, wakenda wakioga katika mto ule, Mwenyezi Mungu atawasafisha na wote watakuwa ni wazuri. Hii ndugu zangu, ndio hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tuliyozungumza jana kwamba ndoto mtume aliyota, na tumejaribu tuieleze kwa Kiswahili kwa sababu ya kusema wakati, lakini ni hadithi ambayo amepokea Imam Bukhari katika sahihi yake. Ushahidi wetu katika hadithi hii, pamoja na kwamba imekusanya mambo mengi, lakini yale tuliyozungumza jana ya kwamba tukatazwa masala ya kuzungumza urongo, kwa sababu mwanadamu akizungumza urongo basi miongoni mwa adhabu yake siku ya, ya kiama ni kwenda kuraruliwa hizi sehemu za mdomo kuraruliwa mpaka huku kwa sababu ya yule urongo ambao alikuwa akiuzungumza alipokuwa hapa duniani. Na ndio makataso ambayo ndugu zangu tuko nayo au tumeona tuyazungumze katika siku ya leo. Mwenyezi Mungu inshallah kutwafikia kesho itakuwa tukizungumza masala mengine, masala ya mtu kufuatilia zamani anakuambiwa neno, mtu akikwambia kuna jambo fulani, basi wewe ni mtu wa kufuatilia, kwa sababu uislamu hautaki mtu awe ni mwepesi wa kuhukumu, ni mwepesi wa kusema, ni mwepesi wa kuchukua maamuzi, bali mtu akikwambia, kwanza kuwe ni mtu kwa kupima na kuangalia, haya niliyoambiwa yana ukweli haya au hayana ukweli. Mwenyezi Mungu inshallah atubariki kwa tunazungumza na tujalie, minalladhina yastami'unal qawla fayattabi'una hasana.